Shirika la Ndege la Kenya Airways limetangaza kuongezwa kwa idadi ya safari zake za ndege kuelekea Kisumu mwishoni mwa wiki hii ili kukidhi ongezeko la mahitaji ya usafiri kufuatia kifo cha Waziri Mkuu wa zamani, Bwana Raila Odinga. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, shirika hilo la kitaifa limesema limeongeza na kuboresha baadhi ya safari zake ili kuhakikisha usafiri unafanyika kwa urahisi kwa waombolezaji wanaoelekea Kisumu na maeneo ya jirani. Safari za ziada na maboresho ni kama ifuatavyo. Ijumaa Oktoba 17, safari KQ656 itaondoka saa 7:30 na safari KQ658 itaondoka saa moja. Jumamosi Oktoba 18, safari ya ziada KQ650 itaondoka saa 12 dakika 50 na safari KQ654 itaondoka saa 2 na dakika 5, imeboreshwa kuwa ndege ya Boeing 737. Jumapili Oktoba 19, safari KQ654 itaondoka saa 2 na dakika 5 na safari KQ671 itaondoka saa 1, zimeboreshwa kuwa ndege za Boeing 737. Jumatatu safari KQ654 na KQ670 zote zimeboreshwa kuwa ndege za Boeing 737. Na Airways imesitiza kujitolea kwake kuhakikisha usafiri wa urahisi kwa wageni wote katika kipindi hiki, ikiongeza kuwa mabadiliko hayo yanaonyesha jinsi shirika hilo linavyoitikia matukio ya kitaifa na mahitaji ya wateja wake.